Sabrina ni mtoto wa kupendeza, msichana mwenye umri wa miaka kumi na miwani. Alizaliwa katika familia yenye upendo, furaha na baraka. Familia yake ni tajiri, lakini Sabrina hakuwahi kuwa na majivuno. Amekuwa akijulikana kwa moyo wake mpole, upendo wake kwa wate, na tabia yake ya kupenda kusaidia kila mmoja karibu naye. Kila siku Sabrina anapokaa nyumbani, nyumba hujaa tabasamu na furaha. Ni mtoto anayejua kusema maneno ya heshima anayewafariji wenzake na mwenye bidii ya kujifunza mambo mapya. Anapenda shule sana. Na kila anaporudi, wazazi wake hujivunia kuwa na mabegi yake yakiwa yamejaa vitabu na madaftari. Hii ni alama ya juhudi na ndoto kubwa alizo nazo. Sabrina ni mafano wa msichana anayeishi maisha yenye usawa ana nyumbani, hutumia muda wakekö kazi kazin dogondogö, hucheza kuafuraha nawa dogo zake, napia hufurahia michezo ya kama kamaishara ya maisha yenye afya na nafuraha anajua kuunganisha maisha yake familia na masomo yake bila kupoteza furaha ya utoto. Marafiki zake wanampenda sana kwa sababu ni msikivu, hucheka kwa furaha isiyo na unafiki na kila mara huwatia ya moyo waendelee kupenda shule kama yeye. Kila anayekutana na Sabrina humwona kama msichana wa pekee aliyejaliwa nidhamu, hekima ya kipekee kwa umri wake, umri wake na moyo uliojaa ndoto kubwa za siku zijazo. Sabrina ni mfano halisi wa jinsi furaha ya familia, malezi yenye upendo, na ari ya kujifunza vinavyoweza kumjenga mtoto kuwa kiu cha matumaini na kilelezo cha kesho bora. Kwa kweli, Sabrina ni mtoto wa kipekee. Tabasamu lake linang'aa kama jua la asubuhi, maneno yake ni laini kama upepo wa majira ya masika, na ndoto zake ni kubwa kama anga lenye nyota. Dunia inamhitaji Sabrina kwa sababu ni kioo cha upendo, mfano mfano wa bidii na alama ya baraka za za kifamilia zinazoweza kumjenga mtoto kuwa mtu bora wa kesho.